Kwa majina anaitwa Moses Minja, kaimu mkurugenzi wa idara ya biashara kutoka NBC Bank. Um, kwa mara nyingine tena uh, NBC inawaletea safari ya kimafunzo ya kibiashara uh, kwenda China ambapo tunaenda pamoja na wateja wetu ambao tuko nao hapa NBC uh, malengo ya safari hii ni kuweza kupanua wigo uh, wa kibiashara wa wateja wetu, lakini pia kuwa na masoko na viwanda mbalimbali mbali kule China kwa ajili ya kuboresha biashara zao. Tumekuwa tukifanya safari hizi kwa miaka kadhaa sasa na tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa Silent Ocean ambaye pia ni mteja wetu wa NBC ambaye amebobea katika utoaji wa huduma za usafirishaji wa mizigo kutoka China lakini pia nchi mbalimbali kuja kwetu Tanzania. Sasa tunatarajia um, tutakapokuwa China uh, wafanyabiashara wetu watapata fursa ya kutembelea uh, masoko lakini pia uh, viwanda mbalimbali mbali katika miji kama ya Guangzhou uh, eu pamoja na, na Shenzhen kuweza tu kuwapa wigo mpana na kuweza kuona fursa mbalimbali uh, za kibiashara nchini China uh, kwa hiyo ni wito wangu kwa wateja wa NBC kuweza kuchangamkia fursa hii aa, tunatarajia kuondoka tarehe 16, na kurejea tarehe 29 mwezi wa kumi, mm. Lakini pia kwa wale ambao bado sio wateja wa NBC, tunawakaribisha kutembelea matawini kwetu kwa ajili ya kufungua akaunti za biashara na mweze kujiunga na klabu yetu ya NBC, NBC Business Club na mweze kupata uh, faida na huduma bora ambazo zinatolewa katika klabu zetu hizi ambazo ziko katika matawi yetu yote. Karibuni sana NBC. NBC, daima karibu nawe. Asante sana NBC, daima karibu nawe.